Niliingia nyumbani kwako hukunipa maji ya kunawa miguu, lakini huyu ameniosha miguu kwa machozi yake na kunifuta kwa nywele zake. Hukunisalimu kwa busu, lakini huyu mwanamke amekuwa akiibusu miguu yangu tangu niingie hapa. Hukunipaka mafuta kichwani kama ilivyo desturi, lakini huyu mwanamke ameipaka miguu yangu kwa manukato. Najua hapa kuna watu washanza kusema hivi, ikie ni teki, unatuchukuliaje sisi? unaanzaje kutupa mistari ya kwenye Biblia? Basi sawa, na mimi nasema hivi, jifunze kushukuru kwa hicho kidogo ulicho nacho kinachokusaidia kuliko kuanza kulaumu kwa kitu kikubwa ambacho bado hata hauna na hauna uwezo wa kuwa nacho kwa muda huo kwa sababu kuna siku hata hicho kidogo ambacho ukioni kitachukuliwa na kupeleka kwa sehemu ambapo thamani yake itathaminiwa. Leo hii nimeikumbuka hiyo misemo miwili kulingana na hii video ya wananchi wa Kigoma wakiwa wanaamlilia Babalevo. Popote alipo kitusikia, hii sauti akumbuke, ni watu wa Malungu kwao Kikoma, atufate, tumechoshwa na hizi kero. Lakini Baba Levo anasemaje? Hizi sauti huwa zinaniumiza sana moyo wangu. Ameweka emoji za kulia hapo. Siku moja nitarudi kuwa kiongozi wao tena.